Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kimemjibu msajili wa vyama vya siasa, Jaji Francis Mutungi aliyetangaza kuangua baadhi ya viongozi wa chama hicho, huku akisisitiza kuwa viongozi hao wamepatikana kwa njia halali. Mbali ya kubainisha msimamo wa chama kuendelea kuwatambua viongozi wake, chama hicho pia kimewanyoshea vidole, watendaji wa serikali kwa kujaribu kuzorotesha nguvu ya chama. George Njogopa na mengi zaidi akiwa Dar es Salaam. Makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara, John Heche, ambayo yuko katika ziara ya kunadi ajenda ya bila mabadiliko hakuna na uchaguzi, amesema kumekuwa na mbinu chafu zinazoratibiwa ili kuivuruga CHADEMA inayoendelea kuandamwa na mfululizo wa matukio. Amesema viongozi wa chama hicho waliotaja kung'olewa na msajili wa vyama vya siasa, akiwemo katibu mkuu wa chama hicho johni Mnyika, wapo kwenye nyadhifa zao kwa mujibu wa sheria na kanuni za chama, kwamba msajili amesema hamtambui katibu mkuu wa chama chetu hatambui wajumbe wa kamati kuu ya chama chetu. Mimi nakwambia msajili, wewe huhitaji kumtambua katibu mkuu wa chama chetu. Sisi Chadema tunamtambua katibu mkuu wa chama chetu wa hey! so, kututeulia nani awe katibu mkuu wa chama chetu. Msimamo wa chama chetu, katibu mkuu wa chama chetu atateuliwa na mwenyekiti kama katibu inavyosema. Kama kuna mtu ana malalamiko akate rufaa kwenye mkutano mkuu. Hapo jana msajili wa vyama vya siasa alitangaza kutengua uteuzi wa viongozi wa sekretarieti ya Chadema inaongozwa na katibu mkuu John Mnyika, ambayo iliteuliwa baada ya uchaguzi wa ndani wa Chadema uliofanyika Januari 22 jijini Dar es Salaam. Uchaguzi unataja kuzua sokomoko linaloonekana kuanza kuwagawa baadhi na ya viongozi wana wanachama kutokana na pande mbili ya mwenyekiti aliyoondoka Freeman Mbowe na yule aliyoshinda Tundu Lissu. Ama waliotajwa kutotambuliwa na msajili isiyo viongozi halali ni pamoja na katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Tanzania bara Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Zanzibar Ali Ibrahim Juma na wajumbe watano walioteuliwa kuingia katika kamati kuu ya chama. Mnyika amesema chama hicho kimejipanga kukabilia na tamko hilo la msajili wa vyama vya siasa, akisisitiza suluhu ya mwisho itapatikana mahakamani. Nataka kuambia waliotumwa, hii mbinu nayo itashindwa. Amen. Safu yetu ya mawakili imekwisha jipanga kwa mapambano mahakamani. Kama ambavyo tumeungana pamoja kwenye kesi ya Lisu mahakamani, tutakwenda kupambana mahakamani hivyo. Katika hatua nyingine, naibu katibu mkuu cha wa chama hicho Tanzania Bara, Amani Golugwa, ambaye alikamatwa uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere juzi usiku na kushikiliwa kituo cha polisi cha kati kwa madai kuwa anasafiri nje ya nchi mara kwa mara na kurudi nchini bila kufuata utaratibu, aliachiwa na polisi jana usiku. Kiongozi huyo alikuwa anakwenda kuhudhuria mkutano mmoja wa utetezi duniani aidu, unaofanyika Brussels huko Ubelgiji. Kutoka Dar es Salaam, ni jeorgi njogopa wa DW.